Ukiwa kwenye mahusiano na mpenzi wako, kuna mambo mengi sana yanaweza akaleta dhoruba na migogoro na changamoto. Lakini moja ya kitu ambacho kinasababisha changamoto nyingi sana kwenye mahusiano ni maneno ambayo tunazungumza, na wakati mwingine yanaonekana ni maneno ya kawaida sana, lakini tafiti, ukifuatilia zinaonyesha, kwamba maneno yana mchango mkubwa sana katika kufanya mahusiano ya ubora au mahusiano yaharibike kabisa. Na leo ningependa tuangalie maneno ambayo hutakiwi kabisa kumwambia mpenzi wako. Kwa sababu haya yana madhara makubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Sio tu madhara ya akili, yanaweza kaleta madhara ya kihisia na yakasababisha changamoto ambazo zikashindwa kabisa kusuluhishika. Neno la kwanza kabisa ambalo utakiwa kumwambia mpenzi wako ni kwamba natamani nisingekuwa na wewe. Yaani kama unapata mshtuko sasa, ah, hivi huyu, hivi likoje kwaje mpaka tukaingie kwenye mahusiano. Hii mba, ni kumuonyesha yule mtu kwamba yaani wewe mimi nimekosea, katika vitu nimekosea duniani, ni kuwa na wewe. Sasa hebu jiulize, hivi mtu akikuambia kwa lugha ya namna hiyo utajisikiaje? Tafsiri yake ndiyo namwambia ni kama vile kwanzia navyokwambia leo hivi, ni kwamba wewe hauna tofauti na kiti kilichomo ndani, yani wewe na kapeti ni sawa tu. Kwa hiyo unaposema natamani singekuwa na wewe, ni kama lugha ya majuto kwamba ah, yani kwa kweli sijui kwa nini imekuwa na wewe. Ni kama kumwambia vile ondoka yani, sikuhitaji. Lakini nifanyeje? Yani umeniganda tu, umening'ang'ania, lakini mimi sikuhitaji kabisa. Kwa hiyo hii lugha inawezekana ikawa ni ya kawaida, ni rahisi, lakini ina tafsiri pana na kubwa sana e. Kwa hiyo unapomwambia mpenzi wako e, natamani singekuoa au natamani singeolewa na wewe, natamani nisinge e, nisinge kuoa, au hivi ilikuwaje kwaje kwanza mpaka tukawa wote? Hii lugha hii huwa inasababisha matatizo makubwa sana kwenye mahusiano, na kuna watu ambao mpaka wameachana, upendo wao umepoa na sasa hivi hawezi kuelewana tena kwa sababu tu ya sentensi ndogo kama hii. Lakini e, neno la pili au lugha ya pili ambayo ni hatari sana, naotakiwa kumwambia kabisa mpenzi wako ni kumwambia basi tuachane, eh? Kila mtu ashike lake. Eh, wakati mwingine watu wanasema kama ni kitisho, kama ni threat. Mtu mwingine anasema, nasema hivyo ili nione kama atanipenda, lakini lugha ni ngumu sana. Ukimwambia mtu ukimwambia mtu basi tuachane, halafu sasa changamoto inatokea pia. Uh, wanaume pia hawajua kama ni utani. Ukimwambia basi tuachane, anamaanisha umema, anajua umemaanisha. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mgogoro, kuna vitu vinaendelea ambavyo vilikuwa viko vizuri, hii lugha itapelekea ufa ule uwe ni mkubwa zaidi. Unakuta mtu anasema kitu kidogo kimetokea. Tunao wengine wanatumia sana kama kitisho chao, yaani kwamba ah, basi tuachane tu. Kwa lazima tuendelee kuwa wote eh, lazima tuendelee ku, kuishi pamoja eh, maisha si yalikuwa yapo kabla ujaja na maisha yanaweza akaendelea. Ah, ah, hii lugha huwa inasababisha matatizo makubwa sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo usitumie, hata kama unataka kutishia, tafuta njia nyingine, lakini ukamwambia mtu basi tuachane, kila mtu ashike chake eh, kila mtu agawane cha kwa, kila mwechukua cha kwako, mwechukua cha kwangu, tuendelee na maisha, kila mtu endelee na maisha yake. Hii ni hatari sana, kwa sababu ni kama unakata ule muunganiko ambao unaunganisha kihisia, na inaweza ikasababisha watu muishi kama mawe tu ndani ya nyumba, kwamba hamna uhusiano wowote ambao unaendelea pale. Na ya tatu ni kwamba kumwambia mpenzi wako, sina muda na wewe, niko bize Eh, niko bize na kazi zangu bana, niko bize na biashara, niko bize na kitu fulani, pengine anakutafuta mara niko bize, bize. Sasa unaposema uko bize ni lugha tu ya kawaida inaonekana, lakini tafsiri yake ni kwamba wewe sio kipaumbele changu, kwa sababu kila kitu ambacho una kipaumbele nacho lazima utakipa umuhimu kwenye maisha yako Unapomwambia niko busy, tafsiri yake ni kwamba na hizo zungumzii mara moja. Yani nazungumzia ni kitu endelevu kila mara, sio kwamba kitu kimetokea tu mara moja, lakini kila mara ukikutafuta hivi, ah, niko busy bwana, oh niko mimi niko busy, mimi niko busy sana kazini na mambo mengi ya kufanya biashara, nimekonde yani wewe ni mtu wa pekee. Wakati unamwambia, kwa maneno mengine unamwambia wewe sio kipaumbele, haupo kwenye ratiba yangu. Yani mimi nitakuwa na muda na wewe pale ambapo nitakuwa na muda wa ziada, lakini katika mahusiano hatutumii muda wa ziada kwa ajili ya watu tunaowapenda, tuna create quality time kwa ajili yao. Kwa kutumia hii lugha, ni kumwambia kwamba you are not a priority, wewe sio kipaumbele changu, ni lugha hatari sana ya, na ukisema hasa, mwanaume akisema kwa mwanamke, pia ni hatari sana, kwa sababu inamuonyesha eh, mwanamke ambaye anapenda kuonyesha anapendwa, anapenda kuonyesha anathaminiwa, inamfanya ajione kwamba kumbe mimi sina umuhimu wote katika maisha yake. Uh, la nne ambalo ni hatari sana, unatakiwa kulikuli, kuliangalia na kulizingatia na lisilete madhara kwenye mahusiano na mpenzi wako, ni kusema liwalo na liwe, liwalo na liwe whatever the case eh liwalo tunaliwe, sema sasa itakuwaaje? Siyo na nini mahusiano yetu bwana? Ah bwana na na liwalo, nali, na liwalo naliwe, kwani maisha yalianza leo? Wewe ulinikuta napumua, kwa nini ndio ulikuja, nikaanza maisha na mimi, maisha yalikuwa, liwalo na kama kuachana tuachane, kama kwanza upya tuanze upya, kila mtu aendelee na maisha yake. Liwalo na liwe imeleta matatizo mengi sana katika mahusiano. Wakati mwingine mtu anasema kwa sababu ya hasira amekumbana. Sasa kumbuka kitu cha muhimu sana, unapokuwa kwenye hasira, kuna mambo unayasema Alafu, madhara yake hata kama mtakuja kusameheana na mtakaa pamoja lakini madhara yake yataendelea kuishi kwa miaka mingi hata baada ya kukaa pamoja kwao. Ninajaribu kusema hapa ni kwamba jitahidi sana kujizuia maneno haya, kwa sababu damage yake ni kubwa sana, itaendelea kuishi na nyie kwa miaka mingi. Unaposema liwala na liwe, maanake ni kwamba wewe hauna thamani yoyote katika maisha yangu. Uwepo usiwepo, hakuna tofauti ya wewe kuwepo au kuwe, au kutokuwepo katika maisha yangu. Kwa hiyo jiepushe sana kusema na hii lugha liwala na liwe, maana yake I don't care, maana yake wewe sio wa muhimu, na wewe sio wa msingi, na wewe sio wa thamani katika maisha yangu. Maneno haya yamesababisha watu wengi sana walioko katika mahusiano ya haribu kabisa mahusiano yao. Kwa hiyo ni maneno ambayo unataka kuepuka sijajua, wewe katika mahusiano yako katika safari yako ya mahusiano umeshawahi kukutana na mtu yeyote ambaye amelitumia hili neno kati ya maneno manne ambayo kulitumia na likaleta changamoto? Niandikie hapo chini kwenye comment, ili tuendelee kujifunza zaidi na tuone namna gani tunaweza tukaboresha mahusiano yetu. see you at the top ni muda wa kuchukua nafasi yako uh, na meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno na dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.